Suala la Somaliland limekuwa gumzo hivi sasa na... Somalind imejikuta inaandikwa karibia kila kona katika siasa za kimataifa wakati ambapo taifa hilo limekuwa likipambana kujitenga mbali na Somalia tangu mwaka 1991. Gumzo la hivi sasa linakuja baada ya Israel kutangaza kuitambua Somaliland kama taifa linalojitegemea. Hatua hii imezua maswari kwamba kulikoni hivi sasa, nini kinatafutwa sasa? Tuangalie makala hii ya Faraja Samo ambayo inatufungulia mjadala huu wa leo, ili tuangalie kwa undani nini kinaendelea ama nini kipo kwenye nyuma ya pazia ya mchakato huu wa Somaliland. Ni vizuri kuzungumza nawe you... Kabla ya jambo lolote lingine, nataka ujue kwamba ninatia saini sasa, kama tunavyozungumza, utambuzi rasmi wa Israeli wa Somaliland and, uh, na Somali haki yake ya kujitawala and, uh, na ninajivunia uh, kuwatakia mema nchi hii na watu wote wa Somaliland, Somaliland very, very. Ni tangazo la Israel kuitambua Somaliland. Si tangazo lililopokelewa kwa namna ya kawaida. Wananchi katika eneo la Somaliland wao walifanya sherehe usiku kucha kuonyesha furaha ya kutambuliwa eneo lao lakini kwa taifa huru la jamhuri ya watu wa Somalia, tangazo la Israel pengine limekuwa tangazo baya zaidi la kufungia mwaka 2025. Na hili linathibitishwa na rais wa Somalia aliyetoka hadharani kupinga vikali utambuzi huo. Hatua ya Netanyahu haikubaliki kamwe na ni kosa, na pia ni kinyume cha sheria za kimataifa kama ambavyo migogoro mingi duniani umeisikia Marekani ikiingilia na kutoa misimamo yake. Unafikiri katika hili Marekani imenyamaza? Haijawahi hivyo. Marekani kupitia kwa naibu balozi wake katika Umoja wa Mataifa Tammy Bruce inasema, Israel inayo haki kabisa. Colleagues. Wenzangu, mikutano kama ya leo inavuruga kazi kubwa ya kushughulikia masuala ya amani na usalama wa kimataifa pamoja na mashariki ya kati na pembe ya Afrika. Israeli ina haki sawa ya kufanya uhusiano wa kidiplomasia kama nchi nyingine yoyote huru. Ni tamko moja katika matamko mengi na sauti nyingi zilizosikika kutoka kwa viongozi wa mataifa ya Ulaya, Amerika, Asia na kwingineko duniani. Lakini hebu turejee, Somaliland ni nini hasa? Wengi huchanganya kati ya Somalia pamoja na Somaliland, lakini haya ni maeneo mawili tofauti yenye utawala tofauti kabisa. Sasa wacha nikueleze kidogo. Katika pembe ya Afrika kuna eneo linalojiendesha kama nchi kamili lenye bendera, rais, sarafu na uchaguzi wa amani. Kinachokosekana katika eneo hili ni utambuzi tu wa kimataifa. Somaliland, eneo ambalo kwa zaidi ya miaka 30 limeishi kama taifa huru lakini bado linabaki katika kivuli cha diplomasia ya dunia. Somaliland ilikuwa koloni la Uingereza hadi mwaka 1960 ilipopata uhuru wake kabla ya kuungana kwa hiari na Somalia ya Kiitaliano kuunda Jamhuri ya Somalia. Hata hivyo, muungano huo haukudumu kwa amani. Ukosefu wa usawa wa kisiasa, kiuchumi na ukandamizaji ulipandikiza mbegu za mgawanyiko mkubwa ndani ya taifa hilo. Baada ya kuanguka kwa serikali ya bwana Siad Bare mwaka 1991 na Somalia kutumbukia katika vita vya wenyewe kwa wenyewe, Somaliland ilitangaza kujitenga na kurejesha mipaka yake ya kikoloni. Sababu kuu zilikuwa ni usalama, kujitawala na majeraha ya kihistoria yaliyosababishwa na vita na mauaji ya raia. Tangu hapo, Somaliland ikaanza kujijenga kitaasisi, ikafanya chaguzi kadhaa za amani na kudumisha usalama tofauti na maeneo mengi ya Somalia. Hata hivyo, kutotambuliwa kimataifa kumekuwa na gharama kubwa. Moja ya vitu wanavyovikosa ni pamoja na mikopo ya kimataifa, uwekezaji kuwa mdogo na nafasi finyu katika diplomasia ya dunia. Sasa tayari Israel imeitambua Somaliland kama taifa huru. Hili lina maana gani? Na inatuacha na maswali kadhaa: utambuzi huu unavunja kanuni zozote za Umoja wa Afrika ama Umoja wa Mataifa? Na ni faida gani hasa za kiuchumi Somaliland itanufaika nazo baada ya utambuzi huu? Kidiplomasia tunajiuliza hatua hii itaathiri vipi uhusiano wa Israel, Somalia na Umoja wa Afrika pamoja na mataifa mengine duniani. Huku kiusalama tukibaki na swali, Somaliland sasa inakuwa eneo jipya la mvutano wa kiusalama na kikanda? Mimi ni Faraja Samo. Hayo ndio ambayo yanatufanya leo hii tukutane hapa katika mjadala huu, kwamba kwa nini Israel inakuwa ni taifa la kwanza duniani kuitambua Somaliland kama nchi yenye mamlaka kamili, na kwa nini iwe sasa, na uamuzi huu una maana gani katika eneo la kikanda na siasa za kimataifa kwa ujumla? Mimi ni Raymond Nyamuhula, tunaye Ibrahim Rabi ambaye ni mchambuzi wa siasa za kimataifa, tutaliangalia hili. Rabi, imekuwa ni ghafla sana kwa Israel kufanya uamuzi huu, kwa nini sasa? Haikuwa ghafla, ilikuwa ni mipango chini chini Ha, ilikuwa wazi. Kwa wale wanaonifuatilia mimi, nililizungumza miezi saba iliyopita, hili swala uh, nililizungumza miezi saba au sita iliyopita hili, uh, swala liliibuka wakati Donald Trump aliposema kuwa tunataka watu wa Gaza wahamishwe, hmm. na ile Gaza itengenezwe kuwa Riviera. Kama unakumbuka wakati wa mzozo ule, ndipo hili lilizaliwa la Somaliland, kuwa kwa sababu walijaribu kuzungumza na baadhi ya nchi kuwahamisha wale watu wa Gaza milioni mbili, kuwapeleka mfano Misri, Jordan, Iraq. Hizi zilileta taabu, wakaona tunaweza tukapeleka kwa baadhi ya nchi za Afrika. Wakagusa Sudani, wakaona kuna migogoro, wakazungumza Sudani Kusini, wakaona hawaingiliani na wale watu. Kwa hiyo Somalia hii ya Mogadishu ikaguswa na yenyewe, wale wakakataa kutokana na misimamo yao. Somaliland ikaguswa pamoja na Jibuti ambayo ilikataa. Kwa hiyo hii plani ilikuwepo, si bahati mbaya yani haikuja ghafla, ila ni plani ambayo ilikuwepo kwa muda mrefu. Shida moja tu ya hii plani alafu, mm. ilivyo alafu, kuna kitu kama yasema, Somaliland huru. Somaliland sio nchi huru. Somaliland ni nchi iliyojitenga eh, haina uhuru mm. bado mm. haijapata huo uhuru licha ya kuwa imewahi kuwa nchi hapo kabla. mm. kuna kitu ambacho rei kinakuja. Kuna ile nadharia ya ulimwengu kutazama mm na mapenzi ya watu maybe, chuki yako dhidi ya ulimwengu wa magharibi mm, au kwa sababu unapenda ulimwengu wa mashariki, au wewe ni mfuasi wa sehemu yoyote haijalishi, lakini kuna nadharia ya kile wanachokiona wa Somaliland na kile wanachokiona wa Somali ya Mogadishu mm, na kile wanachokiona wengine. Nadhani njia iliyotumika sio sahihi ya utambuzi wa Israeli, eh, wameenda mbele kabla ya kuanzia nyuma, kilichokuwa kinatakiwa ilikuwa ni diplomasia ianze mwanzo kufanya kama kilichofanyika kwa Sudani ya Kusini kujiondoa mm. mchakato ambao uende kwenye mchakato wa Umoja wa Mataifa katika wajumbe 15 ambao ndio wanafanya maamuzi kuhusu nchi kuamua kupiga kura ya maoni kuhisi kama wanabaki, natakiwa kura tisa zikubali mm. isiwemo veto hata moja kuhusu ile eneo sasa, ni kama vile wametaka kwenda kukwamisha mpango kwa nguvu. Ukiwauliza wa Somaliland, wao wanaunga mkono kujitenga mm. Kwa kiwango kikubwa Somaliland kwa sababu... hata kwenye hilo, wameshangilia wanaonekana mitaani wakifurahi. Yes. Licha ya kuwa Somaliland kuna, kuna mfano kama uh, jimbo la Adwal ambalo liko upande wa pili kidogo lenyewe limegoma liko ndani ya Somaliland. Yaani anasema no, sisi tunaungana na Somalia ya huku. Mm. Kwa hiyo sasa naposema kukwama ni rahisi sana kuwatumia wasomaliland wao kwa mm. wao kupigana bila kuingilia Mogadishu, kwa sababu tayari hata wao ndani wamesha parurana mm. kwenye hili. Lakini njia walioitumia wameenda mbele kabla ya nyuma kama Israel alikuwa na hii harakati mm, ilikuwa ni mchakato wa kufadhili harakati za kisiasa za kidiplomasia za Somaliland chini kwa chini, ili Somaliland wenyewe wahakikishe wanakuja kufikisha hili swala lao kwenye baraza la usalama, halafu baraza la usalama liruhusu kura ya maoni mm, ya Somaliland. Walikuwa wanashinda mapema kwa sababu wa Somaliland kiuhakika, wangepiga kura, pengine limeshindikana kwa sababu Somaliland yenyewe haitambuliwi kimataifa, haitambuliki kimataifa, lakini linaweza lile wazo likapelekwa, kwa sababu wa Somaliland hawaridhiki. Mfano, Sudani haikuwa ikitambulika kimataifa, Sudani ya Kusini, lakini wa Sudani Kusini walisema sisi hatuingiliani na Khartoum, kitulivyo asili yetu, dini zetu, msimamo wetu, hatuingiliani na Khartoum, hatuwezi kwenda nao pamoja. Kwa hiyo ndio maana ikatokea mchakato kuwa wacheni wapige kura ya maoni, waamue kuwa je wanataka kubaki ndani ya Khartoum au wanataka kutoka, kutoka kwenda Juba. Wakapiga kura wakaamua mm -hmm. 2011 wakatoka. Hiyo ni mchakato ambao unakuwa kawaida. Sasa Somaliland inapokuwa imekamatwa na Somalia, imefungwa kwenye mikataba ya kisheria, licha ya kuwa unaweza kusema okay, historia historia historia, mm inatuonyesha hivyo, ni kweli. Hii Somaliland ilikuwa kwa Mwingereza, huyu Mogadishu alikuwa kwa Italia yeah. Wakaja wakaungana, lakini vurugu zilikuwa toka mwanzo, hawakuwahi kuridhika wao kwa wao, wamepigana mm. baada hata ilivyoamua kujitenga Mogadishu imewashambulia kule Hargeisa, na ndio maana hawana maelewano katika hizo pande zote mbili, yani hawaelewani kabisa. Sasa hii Somaliland kujitoa ndani ya Somalia inakuwa vigumu, kwa sababu anayekwenda kuitambua ni Israeli, yani shida iko hapo, kuwa migongano ya nchi za mashariki ya kati ni mikubwa zaidi kuliko Somaliland mm, ilivyokuwa Somali. Yani kama Somaliland mm, ingefanya mchakato yenyewe ya kutaka kujiondoa ndani ya Somalia, kuna baadhi ya nchi zingeunga mkono. Mm-hmm. Hata ambazo ziko karibu zingeunga mkono Somaliland kujiondoa, lakini kwa Somaliland kujiondoa kwa kupitia njia ya Israeli mm -hmm. ni mgongano mbaya na tumeona ben, mm -hmm. uh, Benjamin Netanyahu anazungumza uh, akisema kwamba yeye na pamoja na rais wa, wa Somaliland mm -hmm. kufikia hapa ni kwa sababu wanalinda ile nguzo ama anatumia roho ya mkataba wa Abraham. Ukisema unatumia mkataba wa Abraham, maana yake kuwa Marekani amehusika. Mkataba wa Abraham sio mali ya Israel. mm. ni mali ya Marekani. Mwandishi wa mkataba wa Abraham ambaye anafahamika licha kuwa tunafa, ina, inawezekana kuwa kopi kila kitu kiliandikwa Tel Aviv yakaidhinisha mm. mm. aliyotangaza mkataba, mkataba wa Abraham ni Jared mm. ambaye ni Marekani no, no, wanasema sio mkataba wa Marekani, ni mkataba wa Trump. yes, <laughs> ni mkataba wa Marekani na Trump yake kwa sababu ulikuwa ni awamu ya kwanza ya Trump ndio ulipoidhinishwa. Sasa kama Israeli wanasema Yani Somaliland wako tayari kusaini makubaliano ya Abraham hmm. Nani mwenye mkataba wa Abraham? Ni Marekani hmm. mwenye mkataba wa Abraham. Kwa hiyo Marekani ametoa baraka kwa hili kutokea. Walionifuatilia mwanzo baada ya tangazo la, la Israeli, kabla ya mkutano wa Umoja wa Mataifa huu hmm. likaliwa. Nikamwambia hivi, mkutano utakaliwa. Katika mkutano halitopelekwa azimio kwa sababu wanajua matokeo ya azimio itakongewa veto na Marekani hmm. yashindwa kutimiza ila mkutano utakuwa wa kawaida wa kulani Halafu yeah, baada ya kulani watakaa pembeni, alafu Marekani atailinda Israeli kwenye majukwaa ya kidiplomasia na kisiasa mm -hmm. na kisheria ili isiwajibishwe, alafu Israeli itaendelea na mchakato na Somaliland wanaenda kutimiza hili kupitia huu, huu mchakato mm -hmm. na hawa waliobaki pembeni wote watabaki kuongea, lakini hili litakuja kutimia. Somaliland kujitoa itatimia mm -hmm. ila inaweza ikazua mgogoro mkubwa eneo la pembe ya Afrika, yaani mm -hmm. vurugu zitakuepo, vita zitakuepo. lakini kusema kutimiza, hmm. Somaliland watalitimiza kwa sababu rais wa Somaliland atasafiri baada ya Netanyahu kurudi kutoka Marekani, atasafiri kwenda Israel mm -hmm. Nataka tuje tuliangalia swala hilo hilo kwa sababu linaonekana pia kuna vikao vimeanza kati ya pande Hila zote, <laughs> mbili. mm -hmm. Ibrahim Rahbi ni mchambuzi wa siasa za kimataifa. Tunaangalia swala la Somaliland ambalo limekuwa gumzo hivi sasa baada ya Israel kuwa taifa la kwanza duniani kusema kwamba Somaliland ni taifa ambalo pamoja kwamba limejitenga, lakini lina umiliki wake kamili na hivyo linapaswa kuangaliwa katika mtazamo mwingine. Mimi ni Rembo Nyeme Hula, tutarejea hapa kuangalia maeneo mengine muhimu yanayohusiana na sakata hili ambalo linaenda kuathiri pengine eneo zima la kikanda na siasa za kimataifa. Je, uamuzi wa Israel kusema kwamba Somaliland ni nchi yenye mamlaka kamili ina maana gani katika siasa za kikanda na za kimataifa? Mimi ni Raymond Nyamuhula na hii ni sehemu ya pili na ya mwisho ya kipindi cha Chekeche, uchambuzi wa siasa na diplomasia za kimataifa. Tuna Ibrahim Rabi ambaye tumeanza naye toka awali katika mjadala huu. Rabi, umezungumzia swala la uh, yanayodhaniwa kwamba ni pengine ni ule mchakato wa kuhamisha uh, wa Palestina kuelekea katika eneo la Somaliland, lakini kuna wachambuzi wengine kimataifa wanasema pengine huenda ikawa Israel anatafuta uh, sehemu nzuri ambayo itakuwa ni rahisi kwake kupambana na wa Houthi kutoka Yemen, na Somaliland kijiografia inaonekana ni sehemu ambayo ni nzuri kwake. Ni kweli, kama unakumbuka, baada ya mzozo wa Israel na Hezbollah ilikuwa Novemba tarehe 19 ndio wamefanya makubaliano kati ya Israel na Hezbollah. Baadaye hiyo Novemba, Netanyahu alihutubia ambapo alisema tuna reshape Middle East, kama unakumbuka tunaichora upya Mashariki ya Mashariki Kati, kati inapoelekea. Hmm, na baada ya kauli ya Netanyahu siku mbili, mashambulizi yakatoka Aleppo hmm, kuelekea Damascus, kubadili Syria hmm, ndio mchakato wa kuibadili Mashariki ya Kati ulipoanza. Hmm, sasa kuna hili moja unaliona la Somaliland upande mmoja ambao hmm, Somaliland unajua inakuwa kwenye bahari ya Arabia, ambao inatazama bahari nyekundu kwa karibu, iko kabisa jirani na Jibuti na Bab el Mandeb sehemu ambayo imemsumbua sana Israel katika kipindi hiki, imemtia hasara kubwa sana upande wa pili unakuwa kaskazini mwa Yemen sana. Sasa, kuna kile kinachoendelea ndani ya Yemen hivi sasa nadhani unakiona. Kati ya Saudi Arabia na UAE ndio wana wanaparurana upande wa kusini na Saudi Arabia imefanya mashambulizi makubwa kwa washirika wa, wa UAE ndani ya Yemen. Yemen ya kusini na Yemen ya kaskazini ziliwahi kuwa nchi mbili tofauti moja ilikuwa ya kijamaa moja ya kibepari, zikaungana mwaka tisini. Sasa mchakato uliopo ambao unaanzia Somaliland kuipa uhuru Somaliland kujitambua ndio mchakato huo huo ulio Yemen ya Kusini, kwa Yemen ya Kusini inajitangaza kwa itajitoa kwenye makucha ya Yemen ya Kaskazini, yaani jitenge iwe nchi tofauti kutoka kwa Yemen mwenzake sasa mchakato wa Abraham sasa hivi unatembea sehemu mbili, licha ya kuwa pembeni kuna Libya na Tunisia ambazo tayari mazungumzo yameanza. Mchakato wa Abraham sasa hivi unagusa Somaliland na unaenda kugusa Yemen ya Kusini. Yani sio tu kujitoa Somaliland katika hivi na Yemen ya Kusini inajiondoa, maana yake kuwa unapozungumza kuwaweka kati Wahuthi, Wahuthi wanakuwa katikati, ukienda juu unakutana na Yemen ya Kusini ambayo itakuwa chini ya mkataba wa Abraham Israeli anaweza kuingia na kutoka anavyojisikia. Ukija upande wa pili kutakuwa na Somaliland ambayo Israeli atakuwa anaingia na kutoka anavyojisikia. Ukisogea kidogo baharini kuna kisiwa cha Socotra, kiko chini ya UAE ambaye ni Israeli. Sasa yote hayo ni mchakato ule wa kuishape reshape Middle East. Middle East. Yani, tunavyotaka kuibadili Middle East. Mm-hmm. Na nimewahi kukuambia mara kadhaa. Ukimtazama White House, Donald Trump, kwa jicho moja ni fursa. Yani hii ni fursa wazayuni hawawezi kuipoteza fursa ya uwepo wa Netanyahu ofisini. Na, na, na, Trump ofisi ya White House kama ilivyo kwa Urusi. Huwa nakwambia Urusi hawezi akaipoteza fursa ya Trump kuwepo ofisini ufisini, kwa sababu ni mtu ambaye unaweza ukatimiza malengo yako kwa kucheza naye kwa akili. Sasa hii reshape ya Middle Easti ambayo Israel wameiasisi mm. Ndio inatembea huku na inakwenda yote, Wahuthi wanatafutwa sasa. Kuna tangazo la Wahuthi mm. kuwa Kambi yoyote ya kijeshi ya Israel itakuwa Somaliland itakuwa ni target yetu ya kijeshi. Alshababu huku wameshasema kuwa kuingia kwa namna yoyote kwa Israel Somaliland itakuwa ni sehemu ya mashambulizi yetu sisi. Kwa hiyo ninaposema kuwa Somaliland walikuwa wanatamani kutambuliwa, kama unakumbuka mwanzo wa mwaka jana pia kulikuwa kuna mzozo mkubwa na Ethiopia hmm. ilikuwa hivi hivi hmm. Ethiopia walisema tutawatambua hmm. tupewe Berbera tupewe hekari hamsini, tujenge ikaleta vurugu mm, kubwa sana. Kakalishana kikao eh, kikao Erdogan aliyomaliza yule mm, mzozo mm, lakini tuliona hadi silaha ziliingizwa mm. Misri alijaza silaha kaingiza Somalia, Israeli akaingiza silaha Ethiopia, uh, Imarati akasafirisha silaha kuleta Puntland. Kwa hiyo ikawa karibu mzozo mm, unaibuka kwa sababu ya Somaliland, lakini fikiria wa Somaliland walikuwa wako tayari kama sio tu Ethiopia wenyewe kuamua kulirudisha baada ya mazungumzo ya, ya, Somalia Mogadishu na, na Addis Ababa yalivyokwenda ya Uturuki. Mm. Was, Somaliland walikuwa wako tayari kama walikuwa wako tayari kutambulika na Ethiopia, leo hii wanapewa ofa ya Israel ambaye backup America, wanaogopa nini? Yani kwa, kwa, kwa, kwa, kwa mustakbali wa kisiasa eh, Somaliland wamefaulu yani, kwa mustakbali wa kisiasa Somaliland wamefaulu katika njia ambayo waliokuwa wanaitaka. Kwenye kutanua zaidi mjadala huu, Rahbi, umemgusa uh, Erdogan rais wa Uturuki, na ni huyu hapa ambaye tunamwona hivi sasa hiki ni kikao ambacho kimefanyika takriban siku mbili zilizopita ambapo Erdogan amemwalika rais wa Somalia hmm. Na kuzungumza naye, kauli ambayo Erdogan ameitoa ni kwamba watakuwa upande wa Somali pale wanapopigania maslahi yao ama uhuru wa mipaka yao. Wakati hawa wawili wanakutana, tayari mwanzoni tumegusia, wakati nokasha, kabla mapumziko, kwamba Netanyahu naye amesema atakaporejea atamwalika rais wa Somaliland hmm. Wakakutane kule. Nini kinatokea hapo? Ndio maana nasema yote yanaweza yakatimia ya Somaliland kutambulika kwenye makaratasi na kila kitu kwenda huku, lakini kutazua mzozo mbaya sana kwenye pembe ya Afrika. Yani, Somaliland ambayo ilijinasibisha kuwa ni eneo ambalo lina usalama ukilinganisha na Mogadishu, kwa sababu mara nyingi wamefanya chaguzi zaidi ya tatu au nne ambazo zimekwenda safi kabisa, tena sio zile kusema eti kuna chama kimekaa kinashikilia, wanabadilishana madaraka vizuri kabisa, na wamelinda eneo lao kwa muda mrefu liwe na utulivu. Wamekuwa na sarafu yao na usalama wa ndani. Ukiwa Hargeisa Unajua, unaweza ukaenda msikitini na usifunge duka ukaenda na ukarudi na duka lako likawa salama yani, wamejitahidi kulinda mm. usalama wa eneo lao. Sasa hiki walichokilinda huenda stepu za mwisho mm. ndio zimewamekwenda kuzikosea kuwa. Lakini stepu za kuzikosea ni kama vile we, wanasema unacheza kamari yani, wameamua kucheza kamari kuwa, ima tupate ima tukose mm. katika hili. Sasa kisiasa unapata, lakini kiuhalisia unakuja wapi, au kifanyike kilichofanyika Kosovo. Unaona Kosovo ilivyoamua kujitoa Serbia. Ilikuwa vurugu, wa Serbia waligoma, lakini mm. nini kilichotokea? Kosovo waliamua kujitoa kwa sababu waliungwa mkono na ulimwengu wa magharibi. Matokeo yake kuwa, NATO wakatuma vikosi kwenda kulinda mipaka ya Serbia. Sasa wanaweza kufanya vile vile kuwa, Okay, sasa Somaliland tutailinda. Wale wale wa magharibi wakaamua kuilinda Somaliland kwa kwa sababu umeamua na mipaka yako, tutatuma vikosi vyetu vije kukulinda. Mm. Lakini eneo, usalama wa pembe ya Afrika utazidi kuwa mbaya kwa sababu tayari hili eneo lina migogoro mingi sana. Migogoro ya ndani ya Ethiopia ni mingi sana. Mgogoro wa Eritrea na Ethiopia upo, mgogoro lakini, tuna mgogoro kwenye pembe huko ya Somalia kwenyewe, kuna mgogoro, kuna mgogoro jimbo la Puntland hapa, mgogoro mkubwa yaani, eneo lote lina migogoro na kambi nyingi za kijeshi zimejaa kule ukivuka uh, upande wa pili ambapo ni chini ya kilomita 30 ni upande wa pili wa Yemen mm, ambapo penye migogoro tu imejaa bahari yote ile ya bahari ya Arabia kuja bahari mpaka ya Hindi huko kwetu kote huko upande wa pili. Ukipanda juu Somalia ni eneo ambalo ni hatari pia ambalo haliko na utulivu. Sasa huu ni vurugu nyingine ambayo imepelekwa. Ndio maana mm, mimi ninaposema kuwa madai halisi ya WaSomaliland mm, ambayo wanayataka na wanayapenda yameenda tu kwenye njia tofauti kidogo, mm, kwa sababu kutambulika na Israeli kwa wakazi wa eneo hili ya pembe ya Afrika, asili yao, imani zao hazifungamani na Israeli, kwa hiyo lazima ulete mgogoro. Kwa hiyo hilo ulitegemee, na kile nimechokwambia awali kuwa uwezekano wa kuivuruga Somaliland. Inawezekana kuivuruga Somaliland kutokea ndani sio nje, sio nje. Kwa sababu hata wenyewe wa Somaliland wamegawika mm -hmm. Kwenye hili swala. Uh, Rabi, kwenye uh, unachokizungumza hapa tumekisikia hata awali kwenye makala ya Faraja Samo kwamba miongoni mwa masuala yanojitokeza ni hilo kwamba usalama wa kikanda ama pia inaonekana ni mgogoro mpya katika eneo hili mm -hmm. la kikanda. Nini kitanusuru hii hali? Ni vigumu sana kusema hivi sasa nini kitanusuru, kwa sababu uh, Israeli wako kwenye program maalum ambayo wanaamini kuwa akija kuondoka Donald Trump, hatujui nani atakuja kuwa rais mwingine. E, ataunga mkono kiasi gani? E, ataunga mkono kiasi gani? Kwa sababu imechukua miaka mingi sana wa Israeli kuja kupata rais ambaye hajawawekea mstari mwekundu kwa kila wanachokifanya. mm -hmm. Yani yeye katoa Green light kila kitu anachokifanya. Kwa hiyo ni vigumu sana Israel kurudisha nyuma miguu yao, na ili wao waweze kutulia, mm -hmm ni lazima wa, wanasema tukate tu, tu, tu mikia ya nyoka, maanake nyoka ni Irani. Wanasema tukate huyu nyoka mwenye vichwa saba, vyote tuhakikishe. Sasa vichwa vile vya, vya Irani ni Huthi mm. kule ndani ya Siria, ndani ya Iraki kule, uh, Hamas, kote hii ni katika sehemu ambazo Israel wanasema ni nyoka sasa unapopata rais ambaye hakuwekei mstari mm. kwa sababu Israel always huwa anahofia ni America tu, hamhofi siju Umoja wa Mataifa, hamhofi mm. yoyote kwa sababu yeye anapata kinga ya Marekani nzuri kabisa. Sasa ukiwatazama kina Barack Obama walikuwa wanaipa, lakini waliwekea mstari. Ukiangalia kina Joe Biden mm. wanampa, wanaweka. Sasa ima Israeli wacheze karata ya pili kwa kutafuta awamu ya pili, wafanye juu chini, Marco Rubio aje kuwa rais au Ted Cruz, Lindsey Graham mm. Wawalazimishe kuja kurithi nafasi ya Donald Trump. Kidogo JD Vance anaweza kutaka kubalance mm -hmm. match kwa sababu JD Vance si muumini sana wa Trump, licha ya kuwa anaonekana kama anamuunga mkono mambo mengi yanayoenda mm -hmm. lakini JD Vance story yake haiwafurahishi wa Israeli, nyuma ya hapo alikuwa ni mpinzani wa Donald Trump. So Israeli wakiona kama sasa hivi dunia labda imetuelemea, wanatusakama sana mm -hmm. wanaweza kuweka plani ya pili kwa Marekani kwa sababu wanasiasa wa Marekani wafadhiliwa na Israel wanaweza wakaandaa mgombea mwingine. Trump hakuja bahati mbaya, aliandaliwa na ndio maana unaona kuwa yuko kwenye kashfa za Epsen. Kwa nini alikuwa hapo? Kwa sababu ni mtu aliandaliwa, ili tuje tukudhibiti mbele, kuwa ukitaka kunyanyuka tuna kukuku. Umeona hii, hebu tulia. So wana hiyo, waanze kutafuta sasa mrithi wa Trump ili project yao ichukue muda mrefu, kwa sababu hizi project nyingi zinakuwa na gharama kubwa sana, ambayo gharama hmm, Marekani anaibeba na Wamarekani wanapiga sana kelele sasa hivi, kwa nini tunabeba gharama kubwa kwa ajili? Kwa kimsingi, unaweza kusema Israel, uh, Israel wanachanga wana vizuri karata zao, bila shaka wamezichanga vizuri sana, na kumrudisha Trump madarakani katika kipindi hiki ni kipindi ambacho bora sana katika mustakbali wao. Angalia wanayoyafanya ndani ya, Iz ya Palestina. Nenda kaangalie projects zinazoendelea West Bank, ndio utaelewa hmm, Israel wanafanya nini. Nenda kaangalie ndani ya, ya Syria, tayari ramani mpya ya Syria imetoa Golani nzima imehamia upande wa pili, naenda kaangalia wanachokifanya Lebanoni, naenda kaangalia eneo mengi, wanayoyafanya ni project ambayo iliandaliwa kwa muda mrefu na sasa wanaenda kuitimiza, kwa sababu walikuwa wanataka kitu kimoja tu kipatikane, rais ya tay kama White House ambaye watamfumba macho na atakuwa anakubali kila wanachokifanya na wamempata. Ibrahim Rahbi ni mchambuzi wa siasa za kimataifa na tumekuwa naye katika wasaa huu wa Chekeche, mada kubwa tukiangalia eneo la Somaliland ambalo hivi sasa linaonekana kuleta tafakari na mijadala hapa na pale, baada ya Israel kusema kwamba wao wanaitambua Somaliland kama taifa ambalo linajitawala ama ni taifa ambalo ni huru. Mimi ni Raymond Nyamehula, tumeangalia kwa kiasi gani swala hili maana yake na athari zake zinavyokuwa. Bila shaka kwa kadri mambo yanavyoendelea, tutakuwa na nafasi zaidi ya kulijadili hili na yanaendelea kutokea. Tukutane katika wakati mwingine, katika mjadala mwingine wa siasa na diplomasia za kimataifa.